Mashaka. Kuna watu wanaweza kusema yani, leo ni afadhali ya jana, ni kwa sababu akili yake na mambo yanayomzunguka anaona hali ni mbaya. Mungu amsaidie sana, lakini Mungu anavyotazama anaona hali ni nzuri. Kwa hiyo cha msingi ni kusimama kwenye imani kwamba iwe mvua iwe kiangazi iwe masika, mimi nasonga. Mungu atusaidie sana. Naomba mtu mmoja asonge. Ndiyo, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote usizitegemee akili zako, katika njia zako zote. Tumia maiki, msomaji, kurudia kwa na maiki tusikie. Mstari wa 5 unasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote ndio wala usizitegemee akili zako mwenyewe, mm -hmm. Katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako. Amen. Mungu yupo kwa ajili ya kunyosha mapito. Akili zako Biblia ama Mungu anasema usizitegemee. Mungu ashajie sana. Haleluya, zifanye kazi kwa kadiri ya utukufu wa Mungu lakini zikifika mwisho, basi mwambie Bwana, hebu fungua mlango. Hapo Mungu naye ni mwaminifu, anafungua nini? Mlango. Mungu akusaidie sana. Nikukata tamaa wakati wa majibu yanapochelewa, kata tamaa wakati wa majibu yanapochelewa. Yawezekana umefunga, yawezekana umeomba na umechukua hatua kadha wa kadha, lakini haujaona matokeo. Unaona bado ijinya, bora ukasikia sauti ya Mungu tena ikizungumza, bora ukasikia Roho Mtakatifu akikunong'oneza. Na wakati mniona vika unaanza kumshughuliza na kumhoji, hivi nimetenda dhambi gani? Mungu amsa Kwanzo cha kukata tamaa, kwa sababu majibu ya mahitaji yako. Tumaini Mungu, tegemee Mungu, hata kabla haujapokea jambo ambalo, kwa mwanadamu ni ngumu sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Wanadamu ni ngumu sana. Kumshukuru Mungu hata kabla hajafanya itani, hajajibu itanila ni ngumu sana, lakini neema ya Mungu ikiwepo inawezekana. Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Amen. Amen. Watu wengi wanapenda tu anapoandika barua hata ya kuomba kazi na tanguliza shukulani ombi langu litapokelewa, lakini kwenye maombi mbele za Mungu aisee, Mungu akusaidie sana, Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe. Amen. Kwa hiyo msuluhisho ni kuwa na uvumilivu. Mungu achelewi, Fanya kazi kwa wakati wa kamili, endelea kumtumikia, kumtumaini Mungu wako na kumshukuru hata kabla haja kujapokea. Hebu tusome Habakuki sura ya pili mstari wa tatu, Habakuki sura ya pili mstari wa tatu. atimiza Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya! Kwa hiyo jambo la msingi ni kusubiria, ni kutulia katika uwepo wa Mungu. Usiondoke, usikimbie. Watu wanaweza kukuchanganya, lakini usichanganyikiwe.